Ee, mchezo wa mwisho kabisa ambao Simba alikuwa anacheza hapa e, Tanzania ulilalamika sana kuhusiana na kocha Pante ukasema wanataka mzao. Leo hii amebaki eh, Matola chuma tatu e, ushindi mnene kweli. Haiti Matola anaitwa kocha mweusi. Ni kama furaha imerejea. Wewe, huyo kocha mweusi huyo, baba, sikiliza, nisikiliza mdau wangu vizuri Sijawahi kuongea kitu ambacho ki, ki, hapa hakitokei. Sisi Mandala alopoka, lakini nachokiongea lazima kitokee. Kuna watu wanakaa wanamsikiliza Mandala leo udogo anamaanisha nini? Mimi ndo mtu wa kwanza wa kusema tumtaki ule kocha. Tunataka nini? Hatutaki meneja, tunataka ni, ni kocha. Kwa sababu gani? Haiwezekani mchezaji ambaye kaivusha Simba kwenda fainali namba sita tunamtegemea achee akae benchi msimu uliopita, haiwezekani namba kumi alivyosha Simba kuipeka fainali ya Kafu akae okay, benchi. Ex factor wa Simba unamweka benchi ugenini? Unamjua nani? Morisi Blamu unamwacha unamwekaje? Morisi Blamu benchi ugenini? Ex factor wa Simba sasa ni Morisi Blamu, unamwekaje benchi? halafu simba inapata matokeo, nianze kulaumu wachezaji, wakati naona makosa, naona kabisa fulani ndio mwenye makosa yake. Tusiishi kwa maelekezo, ongea uhalisia wa mpira. Unaelewa vizuri, mdogo wangu, tusiishi kwa nini? Kwa maelekezo, sio mazoea. Yaani siku zote, mtu wa mpira usiishi kwa maelekezo, ongelea football. Ukiongelea football wenyewe jinsi ilivyo, matokeo yake unayapata, ndio unayaona. Mimi ninachokizungumza kinatokea Mi nilimkataa kocha mechi yakwanza apa, na nikasema na ndio ndio mechi tatu pekee za Simba tumecheza kwa mpira mkubwa ambao akasimama Matola kwenye benchi. Na washauri viongozi wa Simba. Huyu kocha mweusi tumwangalie. Kocha mweusi. Tumwangalie kwa jicho la ngapi? La tatu. Kwa nini kae kwenye benchi timu inafanya vizuri? Inawezekana wachezaji wana mapenzi na kocha. Nyie hamjuagi mpira. Mpira inawezekana kwa kocha lakini wachezaji hawakupendi na ukaonekana wewe mbaya. Alafu, kwa mpira wachezaji wanampenda kocha, wanacheza mpira kwa kujitoa. Matola hapa mechi ya tatu, timu inashinda magoli mengi. Kwani shida yetu sisi benchi awe mzungu au shida yetu timu icheze mpira? Nakuuliza mwandishi Simba, shida benchi akai mzungu au shida timu icheze mpira? Hayo sasa ni yako yako wewe. Nakuuliza wewe, si mtu wa mpira, football, si timu icheze mpira? Tuweke kocha mzungu kwenye benchi, akae mzungu, atakae tatu kefungwa, na tatuka kaka kawa, nafuta sigara. Tukae hivyo. Football. Mm, sisi tunaangalia mpira. Tutakufurahia endapo timu yetu inafanya vizuri. Mimi siwezi kumsema vibaya Matola, kati mechi zake tatu zote kwenye benchi, timu inacheza mpira mkubwa, ni mseme kwa nini? Siwezi kumzungumza vizuri Paci TV. Mechi mbili tunafungwa kiuzembe ni nchini mzungumza vizuri kwa nini? Forward. Yaani kwa kipi? Mimi na mapenzi na mtu mimi. Mimi na mapenzi na timu yangu, sina mapenzi na mtu. Ukifanyia mema Simba, mimi nakusifia. Ukifanyia mabaya Simba, siwezi kukusifia. Kamwe. Hata uniloge sikusifii. Narudia, umeona mimi nipo kwa ajili ya hii hapa. Hii jezi umeona? Nimenunua leo jezi yangu ya kwanza imeibiwa leo nimeenda kununua 45. Kipindi kigumu ikaketi nimeenda kununua jezi 45 hii hapa mapenzi ya timu yangu. Ukifanyia mema timu yangu nitakusifia. Ukifanyia timu yangu vitu ambavyo vieleweke, hata uniroge sikusifii na nitakusema. unaoje oma ndana sema, wachezaji wanasema, mchezaji akicheza chini ya kiwango, usipomwambia hajirekebishi. Huyu Mpanzo leo kawasha moto, anaona kripoto, anamsema kaenda kuriviu mechi, kaangalia kwa nini alicheza chini ya kiwango, kaongeza juhudi leo Mpanzo. Au nataka leo Mpanzo akicheza chini ya kiwango tumsifie, tumpige makofi, tumungiela kama Yanga? Unampumbaza mchezaji. Huruma sio malezi, huruma sio malezi. Narudia hii, nionye kwa na Simba tusio kama Yanga. Mchezaji akicheza chini kwangu tumwambie. Hii Simba kabla namba tano barani Afrika sio timu ya kusifia ujinga. Unacheza chini kwangu, unaambiwa. Umemwona Mpanzo alivyocheza leo, kutoka Simba neno letu tunamwambia Mpanzo, sisi tunakujua, sio kwangu chako, cheza mpira yule pale, mwangalio Mpanzo. Lakini eti leo mchezaji za chini kwangu, nyinyi mnampigia makofi, mnamchangia hela kwa kila goli anamtengeneza, yani mwanao ana feli mtihani, unamnunulia chipsi mayai. Kama kuna watu wanaofanya hivyo si Yanga? Au waone? Yani nani, Dube anakosa magoli anamchangia hela. Kila siku afungi, kila siku afungi, ila angekuwepo wanamsema Dube, saizi anafunga. Mimi narudia, Yanga angekuwepo wanamsema Dube, kama zinavyosema wachezaji wetu. Saizi Dube anafunga. Wanaona wachezaji wa Simba kuna mtu anapandisha viwango, wanaona kripu akiona Mandala analalamika, ananisema hebu niangalie mechi anairudia, anajiona mechi anajirekebisha, inafuata anajirekebisha. Huo ndo mpira mdogo sawa. Mandala, turejee moja ya tukio kubwa kabisa ambalo limeamsha hisia nyingi za mashabiki wa Simba ni tukio la Mohamed Bajaber. Eh, chukua chama mm. Pacome azisikii mm. fanya mara tatu ndo ile mmoja Mandala, Mandala. <laughs> Taratibu nisikilize, nisikilize mimi wee. chukua chama dio. pakome dio. aziziki dio. wangapi? Watatu. alafu fanya mara tatu ndio ule mmoja wee. ni mchezaji ambaye tachake ya kwanza tu ana draive ana score duniani, kaandika rekodi toka dunia ianze, jae kutokea. Ndio bara ya kwanza Tanzania, rekodi FIFA ashaandika, wewe ujui FIFA ashaandika kwenye rekodi ndo mchezaji akwenda toka dunia mpira uundwe duniani. Je, kutokea mchezaji anagusa tatu ya kwanza goli haijawahi kutokea. Wewe ushai kuona wapi? Ni mchezaji ana uwezo mkubwa. Sisi sio so, ajinga, wana simba kumwimba pale jukwani. Wana simba sio ajinga kumlilia leo, tumuona akiwa anacheza uwanjani. Leo tumemuona anaj, anaj, mtoto anajitoa uwanjani. Uwezo ana uwezo mkubwa, sio yule simba. Kuna mtu anaitwa X Factor. Unamjua wewe. Morris, we. Morris Ibrahimu. Man City imemtaka. Hiyo habari wewe hauna wewe. Man City imeleta ofa. Wanamtaka Morris Ibrahimu. Tukaambia, sikilizeni ni Man City. Tugeeni Haaland na bilioni tatu tuwape. Yaani ili Man City waweze kumchukua Morris Ibrahimu Simba atoe. Atugee yule Haaland yule afu ajumlisha na bilioni tatu ndio tuwape. Kwanza mdogo ana uwezo, ana passion, ana, ana zile nini zile tunaweza graffiti uwanjani ana nini tunasema, ability na gari ya njano umekimbia, unajua hayo mambo wewe, utaalamu h umeelewa vizuri, mdogo wangu. Kwa hiyo lazima tukubaliane na ukweli kwamba Simba kama tutaamua kwa serious na umoja, kama leo hivi Simba tano bofainali, tunacheza, tunaingia kwa kishindo aisha ambayo mnakiona. Mimi nakwambia mimi ni wa mwisho kuamini Simba ni wachezaji wabovu. Kuna hata watu wanaambia wachezaji tu wabovu, uongo. Shida ya Simba sio wachezaji. Katika timu Afrika nzima yenye wachezaji bora Simba unabisha? Afrika yote hii timu yenye wachezaji bora Simba. Alafu ndio Simba bovu. Muangalie kocha mwuzi anachokifanya. Mjomba anachokifanya, ulialoifanya. Hojaiona. Yako anaangalia tu kwenye benchi. Ebu inuka Kibu. Kakae pale. Akioka hivyo, hebu simama kakae kule, ndio atakuwa kocha wewe. Vile Matola mechi tatu kakaa kwenye benchi, ndio mechi pekee na Simba tunaondoka na furaha hivi. Naelewa vizuri mm. Sisi hatumwangalii mtu sura, hatuangalii uzungu wa mtu, hatuangalii uchina wa mtu. Tunaangalia sisi kocha anatupa matokeo kama vipi. Twende huko, kocha mweusi twende naye. Huyu kocha mweusi hadi mwisho wa msimu tutajua mbele ya safari. Anawapa raha. Ah, sasa tufanyie ile mechi ya tatu na kocha anashinda. Kwa nini tusiwe na furaha? Huyu kocha mweusi tuende naye. Kwa nini shida yetu rangi? Sisi tunataka rangi kwani? Mm. Ah, mzungu hadi Pentfor si mzungu. Katufanya nini? Si mm. gaja mzungu na tatu zake hapa katufanya nini? Balaa tupu tumepata, si shida. Kama hujui Pentfor mechi aliocheza, mpira mkubwa mm. ile ugenini na ile mfumo uliokuwa Matola, hiyo siri nakupa. Nimekuibia siri kijana wewe, huwezi kujua hayo. Narudia, kama hujui mpira mkubwa alicheza Pentiv ambaye mm, anashinda goli nyingi, huyo anaenda kucheza ugerini na kipindi gani, anakuja mfumo ulikuwepo ama Matola. Sio yeye, sio yeye huyo, sio yeye. Mfumo wake ndio hapo wa kukaba, kucheza bila namba tisa, tunaenda kucheza